Waombe ndugu zangu, tarehe 29 twende tukachague chama cha Mapinduzi. Tarehe 29 tukapige kura ya ndio kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, tukapige kura ya ndio kwa ndugu yetu Jafari, lakini tukapige kura ndio kwa mgombea wa udiwani wa kata hii ya Busanda CCM, oye! Unaposikia tunasema kwamba hapa kuna shule za sekondari mbili, usifikiri kuna kata zingine hazina sekondari shule zimejengwa kwenye kata zote mia moja na ishirini na mbili kwenye mkoa huu wa Geita, na eneo mliopata bahati ya kipekee ni nyinyi, kata ya Busanda, ambao mna shule za sekondari mbili. Kwa hiyo tarehe ishirini na tisa sisi tunakwenda kupiga kula kama kurudisha fadhila kwa Daktari Samia Suluhu Hasani kwa kazi kubwa aliyoifanya ndani ya kata yetu. <coughs> tunapokwenda kupiga kura tusiende tukiwa wachache. Tukumbushane kila mmoja atoke nyumbani akapige kura, lakini amfuatilie na ndugu yake na rafiki yake kama amekwenda kupiga kura, ili mradi tu kura za Busanda zikaongoze katika kata zote kumi na moja, ninyi mkaibuke mkiwa washindi kupata kura katika viongozi wote watatu sisi tuliowapitisha mbeleni <tus> kwa hiyo tuwaombe, msikae mkabweteka mkasema kwa sababu mmepita bila kupingwa. Sasa siku hiyo Chama cha Mapinduzi kitashinda. Chama cha Mapinduzi kitakwenda kushinda kama sisi tutatoka ndani tukaenda kupiga kura, tukaenda kupigia Chama cha Mapinduzi. Wangapi tutakwenda kupiga kura siku ya tarehe 29? tusiku naucha mkono Lakini nilikuwa nazungumza mambo ya Busanda. Naomba niwaambie mambo yaliyofanyika ndani ya mkoa wetu yaliyeletwa na Daktari Samia Suluhu Hasani kwa kipindi cha miaka minne ya uongozi wake. Katika mkoa wetu wa Geita kwa kipindi cha miaka minne tumeletewa hospitali za wilaya tano na nyingine na kamilika ya sita iliyoko pale Katoro. Katika kipindi cha Daktari Samia Suluhu Hasani tumeletewa hospitali za rufaa mbili. Moja iko pale Magogo ni ya mkoa, lakini nyingine iko pale Chato ni hospitali ya rufaa ya kanda inahudumia mkoa wa Geita na mikoa ya jirani na nchi za jirani kama Rwanda, Burundi na Kongo. Ukiacha kutoa huduma kwa wananchi, kile kinakuwa ni kitega uchumi, kwa sababu tutawatibu na watu wanaotoka mataifa ya jirani na namna hiyo na, na tutakuwa tumeongeza uchumi kwa watu wa mkoa wa Geita. Lakini katika mkoa wetu wa Geita tumepewa stendi ya kisasa na sasa inaendelea katika mkoa wetu wa Geita. Tumepewa zaidi ya kilomita kumi na saba kwenye mji wa Geita na sasa ujenzi unaendelea wa kuzunguka mji wa Geita kwa lami. Sasa katika ilani hii tumeahidiwa kupewa barabara ya kutoka Kahama kupita Nyakamwaga kwenda Geita, tumepewa barabara ya kutoka Katolo kwenda Bukombe, tumepewa barabara ya kutoka Nyang'wale, kutoka Nyankumbu kwenda Nyang'wale, lakini tumepewa barabara ya kutoka Nyang'wale kwenda Busisi. CCM oye! Unaposema Chama cha Mapinduzi kimejiandaa kwa ajili ya kuwahudumia Watanzania, maana yake ni hivyo. Tunakuja kwa majibu, tunakuja mbele yenu kuwaomba tena siku ya leo tarehe ishirini na tisa mkatupe zamana tuendelee kuwatumikia. Wakati Daktari Samia Suluhu anaingia katika nafasi ya urais, sisi tulikuwa tumeahidi elimu bure kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha nne, lakini alivyoingia ni elimu bure kuanzia kidato cha kwanza kwanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha sita, na ukibahatika kwenda chuo kikuu kila siku unapata shilingi elfu kumi ya kujikimu ccmoye. Lakini katika sekta ya uchimbaji kama mnavyoelewa katika mkoa wetu wa Geita, ukiacha kilimo na uvuvi, sekta nyingine tunayo sisi ni ya uchimbaji ndio maana katika kipindi chake jimbo la Busanda peke yake kutoka leseni za uchimbaji mia tatu, tumekwenda mpaka leseni za uchimbaji elfu moja na mia nane zimetolewa kwenye jimbo la Busanda peke yake ccmoye na amesema anakwenda kutukabidhi vifaa vya utafiti pale tu atakapokuwa amemaliza kula kiapo pamoja na kupewa leseni, tunakwenda kupewa vifaa vya uchimbaji ambavyo vitatusaidia sisi kwenda kuona madini yako wapi, ambavyo vitatusaidia sisi kuchimba kwa uhakika, tuache ule uchimbaji wa zamani wa kupasua kubu, ndio tugundue mwamba huko wapi. CCM oye! Sasa ili yote hayo yakafanikiwe, lazima tujitokeze tukapige kura za ndio, tukamchague Daktari Samia Suluhu Hassan, tukamchague Daktari Jafari, lakini tumchague ndugu yetu Selemani Gamara waje wawe viongozi wa Chama Cha Mapinduzi katika miaka mitano inayokuja. Ndugu zangu, kama atapita mtu akakushawishi uwache kwenda kupiga kura, elewa huyu anakushawishi kwenda kukataa maendeleo yako maendeleo yanaanza kwa kupiga kura. Unampata kiongozi mwenye uwezo, kiongozi mwenye uthubutu, ndio maendeleo yanafata. Na katika maelekezo ya chama kwa viongozi hawa tuliowapitisha, hasa wa ngazi ya halmashauri, akiwemo mbunge na diwani, tumewaambia mpaka mwaka elfu mbili na thelathini tuwe tumepata halmashauri ya, ya jimbo la Busanda na Katoro, na tunaomba ijengwe eneo la Busanda ambapo ndio eneo linalobeba jina la jimbo la Busanda lakini ndio eneo linalofanya eneo hili linafahamika.